Sauti ya diwani wetu, tumeendelea kupanua mtandao wa maji mpaka Magaka. Tumefika, mkandarasi amefika Magaka, ni kweli sio kweli? Mimi nina deni na watu wa Magaka umeme, na mbunge ana deni na watu wa Magaka umeme, Rais Samia ana deni na watu wa Magaka umeme

chini ya uongozi wa daktari Samia Suluhu Hassan, anasema hafurahishwi kuiona nyumba ya mtanzania ambaye ni mpiga kura wa nchi hii analala kwenye nyumba ya giza. Hatutaki, tunataka tuyamalize haya matatizo. Hona twoshija kwandia kwa kugombela lolo twifula maganiko namwe wohembanawila chene. Kwa hiyo tunapouza ilani hii na hapa lazima nizungumze wazi kwamba kijiji chetu cha, cha Kipeja na hii mbili vilishatolewa kwenye mgao wa umeme wa lea. Vijiji vyangu hivi viwili vinahudumiwa na Tanesco moja kwa moja, kwa hiyo kupata umeme Magaka wanakiona kama kitongoji ambacho kiko kijijini lakini tumeshazungumza na bosi kulu hapa, swala hili wala halitasubiri kwenye nguzo zile za mgao wa vitongoji. Tunakwenda kufanya mabadiliko makubwa ya kusongeza nguzo za umeme kitongoji cha Magaka, ili tumalize kabisa swala la Magaka, ikiwezekana na hiyo nyamiselia, wote hawa wanahudumiwa na Tanesco na michakato tulishaanza. Mkandarasi anapokuja kupitisha hii barabara, kuna baadhi ya nguzo zinakwenda kuhamishwa, na ile transforma watahamisha kusongeza pembeni. Tumeshafanya mazungumzo, atakuja aendelee kutuongeza nguzo Nyamisejia. Hili wala halisubiri zile nguzo za mgao wa lea. Bwana Yesu asifiwe sana. Msema ukweli ni mpenzi wa nani? wam

Sasa hivi tunaendelea kufanya na tutaendelea kufanya kwa sababu bado kuna kazi za kufanya. Watu wa Kipeja mnajua kwamba tunao ujenzi wa shule ya msingi Irula, hili lazima niliseme tu. Tunaye mwenyekiti wa kijiji. Niliwaomba hapa kwamba tupeni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na na kweli Mwenyezi Mungu akawatembelea, mkanipa kijana huyu hapa. James si simama. James huyu kijana sawa, tunashirikiana vizuri. tulitekerekakete twiwela twiyikwa. Leo tunamalizia tukupaua madarasa yale. Kuna changamoto ya mabati yamepungua, lakini Taratibu mkurugenzi anaendelea kufanya. Kuna sehemu yalipelekwa mengi zaidi, yameenda kubaki, anafanya utaratibu sasa yaandikiwe yale yaje yakamilishe kupaua madarasa yetu mawili tena, kwa msausi, si ndio? Eh, tunataka tufungue shule ya msingi Ilula ya kisasa kama Marekani.